Kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kunipatia nafasi ya kuwa mtumishi wa wananchi kupitia Serikali ya Awamu ya Sita, na kwa namna kipekee kabisa ninamshukuru uh, Mheshimiwa Rais ambaye katika watu wengi alionao ameona inafaa niwe mwakilishi wake katika kumsaidia kazi hasa katika eneo zima la, la vijana. Na tunafahamu kwamba vijana ilikuwa ni idara tu katika wizara uh, na makusudi ya Mheshimiwa Rais ni kuona kwamba vijana wanapewa kipaumbele, sauti zao zinasikika, lakini masuala ya vijana yanapewa kipaumbele, hasa katika maeneo ya mitaji, kujumlishwa katika maamuzi ya kiinchi, lakini pia kusaidiwa katika maeneo mazima ya kutafuta kazi, ajira, pamoja na kupewa ujuzi mbalimbali. Kwa sababu wizara ni mpya na Mheshimiwa Rais alishaeleza mwelekeo tunakotaka kuelekea, nitatembea katika yale ambayo yeye ameona umuhimu wa kuanzisha wizara hii. Cha kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba vijana wa nchi wanasikilizwa kwa namna zote zile, kwa wanasikilizwa kujua wanataka nini, wanasikilizwa kujua ni mipango gani kwa serikali ikipangwa, wao wataifurahia, lakini pia itabadilisha maisha yao. Lakini cha pili ni kuhakikisha vipaumbele vya serikali hasa katika rasilimali vinaelekezwa kwa vijana. Tunatambua kwamba vijana chini ya miaka 35 ni takriban asilimia lakini katika nguvu kazi ya taifa maana ya vijana miaka 15 mpaka e, 35 ni zaidi ya asilimia 55.6 ya vijana ndio ambao wanajenga ili taifa kwayo, mwraise, kwa hiyo dhamira mheshimiwa rais i anakwenda kuisimamia, kwanza wanakuwa kwa bora katika ujuzi, lakini pili wanapewa fursa za kuweza wao kuwa wazalishaji wapo watakaoingia katika utaratibu wa kawaida wa ajira, lakini wapo ambao wanataka kujiajiri kwa kuhakikisha kwamba wamepata fursa, kujengewa mazingira nafuu ya ufanyaji wa biashara, hasa biashara ndogo ndogo wa mitaji ambayo kuhakikisha kwamba kila kijana Mtanzania anapata fursa ambayo uh, inapatikana katika serikali. Dhamira ni kuona kwamba hakuna kijana wa Tanzania ambaye anataka kufanya kitu kwa ajili ya kusogea hatua moja anayekosa hiyo fursa bila kujali anatokea wapi, bila kujali kabila lake, wala bila kujali dini yake. Ndio maana Mheshimiwa Rais akasema kuwe na wizara maalum ambayo itakuwa inakuza sauti ya vijana katika maeneo ya kimaamuzi na maeneo ya kimamuzi.